Ni wa ndugu watazamaji na wasikilizaji wa Radio Television Kumale, popote mlipo, tasema asante kwa kuwa mko pamoja nasi, bega kwa bega, tano kwa tano, katika kipindi chetu cha uchambuzi wa siasa. Na leo tunakuwa na mwalikwa ambaye yuko katika chama tawala ya UDPS, tunahitaji kumhoji kuhusu hali inayopitika siasa na namna gani e, uongozi wa e, wa chama tawala cha UDPS katika tarafa letu la Fizi na sehemu zingine. Na kwa hiyo tunakuwa haraka kabisa kupenda kumhoji jambo, ndugu, jambo dogo, mtangazaji, watazamaji wangehitaji kukufahamu wewe ni nani, na katika chama tawala u, ume, umefanya kazi gani? Mimi ni Papa Elize Wainga. mm -hmm. Ni makamu mwenyekiti wa pili wa chama cha UDPS tarafa la Fizi na jiji la Baraka. mm -hmm na kikazi nimekusha kuifanyia chama cha UDPS kazi nyingi, lakini niseme hapa tu, juzi nilikuwa mgombea kwenye ubunge wa mkoa mm -hmm. Yeah. na kabla tujaenda kwa ubunge, unaona kiafya eh, chama tawala UDPS unaona afya ni nzuri inagonjwa au Bo? Binafsi naipenda sana chama cha UDPS mm -hmm. na nakubali afya yake ni nzuri, lakini ina hitilafu fulani ambayo inapaswa inaaswa kukosolewa, mm -hmm. na kurekebishwa kabisa kikamilifu, yaani kuna malaria kidogo, kwa kuna malaria kubwa. Hiyo malaria tusiseme ndogo, ni kubwa, kwa sababu kuna wamandatee wetu ambao wamepata nyasfa kupitia chama cha cha mm -hmm. lakini wanasahau kushughulikia chama na wanamemba wa chama cha yani, wanakuwa wanachukua binafsi wanakua binafsi, na wamechukua nafasi za faida za chama kuwapa watu wengine ambao labda hawakukifania na kazi na ni watu ambao hata kesho kesho kutwa labda wanaweza kukimbia na wanaacha kengo kubwa kwenye chama. Hiyo ni kosa kubwa ambayo inasababisha afya ya chama na na. Kwa upande wako, nilisha dumu sana kwenye chama UDPS, uko zaidi ya miaka kumi au miaka tano mbele ya ya uchaguzi? Mimi ni mwanachama wa UDPS tangu miaka wakati wa kutangaza rais wa nchi. Yaani kabla Tshisekedi haya kuwa rais. Ah, jamaa rais nimeingia kwenye chama cha UDPS mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili. Yaani ninyi ni wa wa wazee kabisa wa chama. Miaka thelathini na tatu niko mwana chama wa UDPS. Pole kabisa. mm -hmm. Na tunaenda kwa haraka sababu tumesikia ma ma, ma, audio, ma voice ambao chama cha UDPS kiliandaa mkutano na wakapana mavoice kuhusu kushambuliwa kushambuliwa Benjamin Misanga, e, Kanefu kusema ya kwamba mpiganishe nyinyi watu wa UDPS kwa kumzimisha kabisa, sababu iko anapatia e, mheshimiwa excellence Jean Jacques Lakano nguvu. Kwa nini nyinyi watu wa UDPS mnaweza fanya ile kwa ajili ya Misanga? kuna tatizo gani hapo? Ndugu mtangazaji, kwanza ni kuambia kwa hizo funua unazozisema kama sisi tulifanya mkutano ili kumshambulia mm -hmm. bwana Kanefu Misanga siku ile mm -hmm. Lakini kuna watu fulani ambao kwa umale tansione, ambao wana uchu wa kupindukia na uh, wanachuki dhidi ya chama. Aha, kwa sababu wale waliosema kama ulisikia zao nzuri sio wanachama, kwa sababu mimi nitakwambia ntamukulu mmoja aliyosema mm -hmm. Anasema kuwepo kwa Misanga hapa kunampa Misanga nguvu na kunampa Jean Jacques nguvu vile vile, sasa inabidi, e, e, inabidi wapunguze nguvu za Misanga na wapunguze nguvu za nini za Jean Jacques. Ina inamaana ukiangalia vizuri ni watu wa familia nyingine nginea kisiasa ambao sisi wanachama wa UDPS ukifanya tasimini nzuri na kufuata zile hoja nzuri, nimezisikia hata kwenye siku zangu ninazo. Mm -hmm. e, wali sio wanachama mm -hmm. wa UDPS na akujawa aku hata siku moja kikao cha UDPS kilichoandaa mashambulizi dhidi ya Misanga hapa. Uh, lakini kwa kwa ile kwa ile audio walisema, sisi watu wa UDPS. Mm, Sisi watu wa chama ya UDPS. Bwana mtangazaji, nazani kama utaruhusu tufanye hivyo tutaifanya, lakini nataka nikwambie kitu ambacho nimekinukulu mimi. Mm -hmm. Kuwepo kwa Misanga kunampa Jean-Jacques nguvu na kuna mwandani Misanga na iko nguvu, kwa hivyo mfanye nguvu ili msambia sijui vile chani na. Yani, ina maana wale wa kuangalia chama cha UDPS ni watu labda wa kifamilia fulani mm, za mwili kidamu na au rafiki fulani. Lakini UDPS tulikuwa sisi na kikao, na kile kikao tumekifanyia kwenye hoteli Mabenga, na tuli tuliandika, mpaka hata press zilikuja kukufuria. Bahati mbaya sikukuona wewe mm, ulikuwepo pale. Ndiyo sababu yetu sisi ilikuwa kutafuta ugonjwa ulioko ndani ya chama na wa mandate ili tuende turekebisha wamandateri wajue kutumikia chama na kusaidia wanachama ili kujipatia chama nguvu mm -hmm. Ye mwenyewe Misaka tulikuwa tunamwalika alizuilika, sitamhukumu kusema kanine kuwepo na si akwai peke yake tu, hata chef de secteur wa, wa Mtambala na Watanganyika wakuwepo, hata bwana Albert, dokter Albert ambaye ni MCZ MCZ naye wa Lulenge kimbi Lulenge MCZ wa Nundo mm -hmm hawakuepo lakini imede la vina jointi mwenye anafanya interim alikuepo, chef de secteur wa Rulenge na wanganja alikuepo. hmm. Na watanisikia haya maelezo nayokwambia, hakuna atakayenikontentire kama tukuwa na mashambulizi e, kati ya hivyo e, e, e, vita vya Misanga ni kwa sababu Misanga ni mtu ampya mwa ile base, au kwa nini wanaweza kushambulia hapo kweli? Ni swali ni swali nzuri, na hapo ndipo nitaka nichikite, unipe muda niongee dakika kama ngapi, ili nieleweshe watu dakika mbili. Ndiyo, unajua watu wanasoma Biblia vibaya mm -hmm. Katika Biblia kuna mfano Yesu alisema wa watumishi wa wakati wa mwisho kuna watu waliajiriwa kwenye shamba kutumika kwenye shamba mm -hmm. Wale walioajiriwa mapema na wale waliajiriwa mwisho, lakini mshahara ulianza kupewa yule aliyeajiriwa mwisho mm -hmm. Lakini wale nawa wakosa mshahara, walipewa mshahara mm -hmm. Kwa hivyo, kama ni mshahara na ndi ugonjwa mkubwa leo kwenye chama cha UDPS. Ina maana wale waliosumbukia chama cha UDPS muda mrefu ni kama vile wanasumbuliwa na kusaulika kabisa, wanawekwa mobiliete, kutokutaka kuwekwa wala kupewa e, e, ujira kulingana na kazi walizozifanya na siasa yenye iko positive leo ni nini? Ukumbuke mtu ujikula naye mateso muda mrefu na kumpa, lakini na hukumu. Kwa kweli mimi nashutumu wale watu waliokwenda kuongea ma propos discriminatoire ma propos vraiment destructif zidi ya Bwana Misani. Hmm, walimwatake vibaya ya kukisiri, lakini usi turapele conscience ya wamandatere wetu wajue, kama mtu alisumbukia kitu ni yule aliyeo kwanza kuwa na haja kula na, na, na kama wana ambao walisumbukia hawana kapasite ya tuliona ile kuidees Kinshasa, wakati rais Felix Tshisekedi alichukua wakati Felix Tshisekedi alichukua madaraka kuwa rais wa Kongo, alichukua wengi wa kutoka Ulaya wakaja, na wale ambao walisumbukia ile UDPS mpaka leo wangali wana wanasumbuka tu. Na tukaona maoposision zinaanza Kinchasa, ma marche contre les UDPS, watu wa UDPS kupakawa kabuya upande mwingine visimwa upande mwingine. Ile hewa ni magonjwa ambayo kumeiepesi inawaingiliana na, na ninyi hapa baraka kuona Misanga ni mtu wa mpya aliingia hapo mwaka mwaka jana aliingia mu UDPS, na inawezekana ni hili nasababisha unyinyi ambao mlishakawia huko huku zaidi ya miaka makumi tatu na zaidi kuona uo, uo, hauna kazi, halafu yeye amepokea kazi na wanampatia kuwa kiongozi ya Depemera hapa afisi. Ni hili naweza kuwasababisha kufanya ile vita. Ndugu mtangazaji, kwanza mimi ninavyofanya kipindi changu kuongeongea maneno ya watu ni kama vile nampa yule mtu nafasi na na msifu, mimi sipendaji na, na sana m kufanya vipindi vya Messi Dom, napendaka kusema siasa ya chama, siasa ya nchi. Mimi siko katika hiyo siasa yo navyosema, lakini sasa nikuulize swali fulani. Matokeo ya Chisekedi kuleta wale alioita waesper Ulaya litengeneza Kongo laro Kongo, kama tunataka kusema expert, tunataka kusema expertise par rapport ya shule gani, chuo gani? Mimi nimesoma nime masomo mazuri, nimesoma brusel ya wakatolika hapa Baraka, nimesoma mwingi wakati huyo nasoma kwenye mwenge ile ya kukuwa shule ambalo ilipaswa kukompare na mwenge tarafani Fizi. Nimesoma chuo kikuu Universite Officielle Bukavu. Tunasema tunataka kusema wale wengine wanaochukuliwa walisoma vyo gani? Walisoma masomo gani? Ni kusema kama na nyinyi mnasoma kama wangu. Sasa hawachukue wale waliosoma wanaodumu wanachukua wapya. Siasa hapu inaweza kuwa namna gani? Kwa nini wanachukua watu wapya, wanawaacha nini? Labda uongozi wenu haukukua mzuri, wali- waliwachunguza, wakasema awa tusiwape vyeo sababu ya sababu fulani. Kama umejisikia vizuri na nikwambia, sipe nyingine, mzee. Tarafa letu la Fizi linakosa bahati moja, hmm. tunapata viongozi wengi lakini hatujapata kiongozi anayependa Fizi, hmm. anayependa E, wanachama wake ambao walitafuta nao chama na ndicho kitu kinachosababisha maendeleo Fizi yasipatikana. Kwa sababu utashangaa utakaponiambia mimi na kupigia ugali nakavuchungu kwa sababu tuko wa maskini kuna kula unapata afya nzuri. Sasa wakati maisha ya kwanza kununua dagaa wa wa Kigoma au dagaa wa Tanganyika wa umefikia au kula samaki sasa usaahau ule ugali tuliokula wakati hapo, unatafuta kusema juu ya ya mheshimiwa excellence. Sitaki kusema neno la mtu wala jina la mtu, lakini nakwambia siasa nzuri ni kukumbuka watu ulioanza nao. Tunajuana, tunajuana, tuna tusifichane, uh -huh, uwezo tu wa kutumika wa kichwa kila umoja tunaojua uh -huh. Na kabisa tatizo inaweza kuwa nini? Tatizo ni ukosefu wa mapendo miongoni chama na viongozi waliopata mm -hmm. maandha ya chama mm -hmm. kwa sababu kama wangekuwa wanakipenda chama chao, wanapenda wanachama wao mm -hmm. na wanaipenda tarafa la Fizi mm -hmm. kwa kweli, utaniambia tumeanza siasa na kina Janshaki kwa soma, inalazimisha Desemba ndio tangu elfu mbili kumi na moja 2011 tu tumeanza siasa kabisa kikamilifu na kina Shasha kina Mbatobe. Hapo hapo sasa mimi na wao. Hapo sasa mnaanza kutaka kuchukua madaraka fulani. Ah, ndio sasa wakati sisi UDPS tunakubali kwenda kwenye processes za uchaguzi. Uchaguzi. Tumeanza nao na katika kwanza nao tulikuja na kina Peter Stobe walikuja kuingia pamoja na sisi. Tulikuwa na kina Mbatobe wakatukimbia wakaenda. Mbatobe akaenda na kikundi cha watu wengine ambao walikuwa wanachukuliwa kama vile jinsi hata kwa leo wengine wanachukuliwa. Tuseme kama wakienda wana hasara hata tena kuacha ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, mmonyoko kwenye chama kwa sababu watatoka na wale waliwaleta, yaani ambao alikuja nyuma yako kwenye chama cha Simba. Mimi nakwambia ni mwanachama wa UDPS tangu mwaka 1992, mm -hmm. wakina excellence Jean Jacques, avec tous les respect, idée ya hizo sababu chama kidumu ndani ya tarafa la Fizi muda mrefu mm, amekuja kwenye chama ni mwaka 2000, miaka miaka minane baada mimi nimeshakuwa kwenye chama mudemi mudemi miaka yaani, ishirini na mitatu. na wao uko zaidi na, mm. Na, mm. kazi tulioifanyia chama tukiwa pamoja na wao, waliona sisi tumefanya kampanye juu ya kampanya, tukiwa, President Etienne Tshisekedi, de Thérèse Memoire mwaka mwa, tu ya mwa, mwa, tu tu tu 2011. Tumefanya kampanye yao wao wameona sisi tuli- tulitisha katika kampanye na mpaka tulipata maresulta kuanzia 2011, 2018 na mpaka hata 2023, tuna matunda tulioifanyia chama Hakuna chuo bwana mtangazaji, ambacho ni chuo cha waraisi wa nchi, ambacho ni chuo cha mawaziri, ambacho ni chuo cha magavana au ni ni chuo cha mawakala e, ma, au mahakimu kwenye nyanza mbalimbali. Uwezo unatokana kwanza na wa mtu binafsi na nafasi anachopewa. Huwezi kumshishia mtu kama hujampa mtu wazifa. Mpe kwanza mtu wazifa, alafu utajijenga kwa kompetensi, wala na kompetensi, na ni, ni ile ambayo ina... hmm inatuma nyinyi ambao mnakawia sasa, mna mna hamupati vyeo mwindepe, sababu mko wengi, lakini wali walianza kuja ma kupandisha, wakina Mbato wanakuja nyuma, wakina Msanja wanakuja na wengine wengine, wao wako wanaenda haraka sana kupata madaraka, lakini nyinyi ambao mlidumu, mnaonekana kabisa mko kama vile, eh, eskalia ya wao wengine kupanda kupandambatobe na msande wa kupata cheo cha kupewa tuliwashindikiza katika kuchaguliwa, walipewa maanda na pepi, na katika hiyo maanda tuliwashindikiza, lakini kama ambapo tuseme mfano kwa jenerali, hilo nalotaka kulisema hapo ambapo yeye alitoka kwenye chama akanunuliwa, na katika kununuliwa akapewa zawadi yake katika kusaliti chama hmm, na kwenda kwenye upande mwingine lakini murabl msambi kufidele kuchama kwanza, nikikuambia kama ujui, anapatikana anapatikana pa kwa ah, Baraka kwa leo iko hapa, anapatikana pa Baraka na anaendelea kutumikia chama cha ile pesi baada ya hii e, kutokufanikiwa na anaandaa mbinu zingine, labda kwenye miaka ilayokuja kwenye uchaguzi mwingine atagombea, na anaweza kuwa na baadi nyingine. Mnafikiri kabisa ile pesi itatosha tena wabunge? Sababu ile pesi ilitosha tu mbunge mmoja. Tena nakwambia kama waondatere wetu ambao sasa hivi wana madaraka na wana nyasi nzuri, wakirejea nyuma wakijikagua na wakirudisha dira kwenye meza vizuri, waheshimishe chama na e, katiba yake, waheshimu uongozi wa chama, waheshimu wenzao ambao walifanya nao kazi pamoja, tutadumisha prosesi zingine na strategies zitakazosababisha sasa mpaka elfu mbili ishirini na nane tu wabunge watatu kwa nini tushinde kwa. Asante kabisa kwa kipindi cha kwanza, sasa tunaenda kipindi cha pili. Ni ulizo kuhusu uongozi wa UDPS muda wa miaka miwili ya rais Tshisekedi, muula wake wa pili. Tunaendelea sasa mwaka wa pili, je, unavyofikiria kabisa, kuna baki miaka mitatu, tulisema miaka miwili sababu mwaka wa matayarisho ya uchaguzi. Unafikiria Felix Tshisekedi anaweza tia dofe gani? Sababu yeye hata, hata ingia tena kwa uchaguzi, atatia dofe gani? Nani anaweza kuwa kusehemu kufuatana na ile besi eh? Kwa kweli ninavyofuata siasa ya mheshimiwa Felix Tshisekedi nikikwambia, mm -hmm, ataweka dofe gani, nitakuwa nimeji proud nitakuwa nimejipa nafasi na kimo cha kisiasa ambacho si cha kwangu. mm -hmm. ni vigumu kutasimini ni nani atakayempa wa udofe, lakini ushauri kama atapata fursa ya kusikia kipindi hiki na kama anataka an kufanya preve kealitembea na baba yake na akabobea ndani ya siasa ya chama ni shuti, mm -hmm. Atafute mwanachama aliyebobea siasa ya UDPS asituchukulie un produit importé, akitia Auguste Kabuya, akichukua Auguste Kabuya, Kabuya. Siwezi kumlaumu lakini nita sitafurahia zaidi sana, kwa sababu chama cha UDPS kina makabila yote ya Kongo, kina mikoa yote ya Kongo na utawala wa nchi sio regime wala sio wayoni. Kwa nini asichukue mtu mwingine kutoka Equateri? Kwa nini asichukue mtu mwingine kutoka kivu ya Kusini? Kwa nini asichukue mtu mwingine kutoka mfano Kisangani? Uhum, aiza Manyema, nisitaji mikoa yote ya Kongo na kwa nini hauwezi tia jina ya Jean-Jacques akue kama vile Dofè, kwa kwa kwa kwa mm, Rais Fechi, nimesema katika kipindi hichi siku ya kusema maneno majina okay. Na katika kuongea jina la mtu mm, mtu anaweza kusikia katika uzuri na okay, mtu anaweza kusikia katika ubaya, lakini kama kumtaja mtu wakati atasikia uzuri wa kipindi atasema, huyu bwana amefanya analysis politike za kwake, bila kutukana wala bila kukosa mtu mwingine, na hizo mimi ndio sifa zangu nazozitaka wakati imengia kwenye kipindi kka mambo ya siasa okay. Sijue unaweza leta ujumbe gani kwa honorable Misanga ambao iko natufata kwa sasa na wadugu wote wanaotofata kuhusu ile ma, ma- voice ambazo walizungumza, unaweza leta ujumbe gani kwa kifupi, dakika mbili? mimi nataka kumwambia Misanga anafanya kama vile ile ikrani kunaona pale ni yeye, namuonesha kidole mm-hmm alikuja kwa ajili ya chama cha UDPS. Mm -hmm. Wakati anapata mwaliko kwenye chama aje kusikia ni kipi kinachosema kwenye chama kwa sababu hata jua ideolojia ya chama kama asogelee chama. Mm -hmm. Na hata shindikizwa na wanachama wa UDPS wakati anasusia mikutano ya nini ya chama. Mm -hmm. Na asikuwa anabakia katika maspekulasyon. Nilisikia wananiita wanataka kufanya hivi, hapana. Chama cha UDPS, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social, solidarité ndio ya kwetu. Wakati tunakuita tunakupenda, tunakujali, uko mandater to na puvuare yetu, inabidi tusogelee, kwa sababu sasa hivi chama cha UDPS kinakwenda katika ilani yake ya kusema ni chama na serikali, sio serikali na chama, na wakati serikali hiyo, ina maana sisi ni projet de societe ya chama, na, maana... chama, maana, si, si, ni de chama, na wakati unatumikia unatumikia ni chama, tukwambie ni kitu utakachotumika kwa kupatia chama na kuipa sifa nzuri, sio ubuni mawazo yako wewe, ambao labda watu wengine huko wanahukumu wanahukumu chama wanalaumu chama, lakini wakati kama wewe unatumika umekwisha kupewa plan na chama, wakati unaharibika, tunapartage zile responsabilite na tutangana kukuwa kitu kosoro. Lakini ukifanya cha kwako peke yako responsabilitini zako peke yako chama tutakutapika. Yani pale Misanga anafanya vyake peke yake, sijasema hilo lakini, nilimwambia aache kuwa na mawazo ya kuwa chama kinasema hii kijuu yake, kwa sababu na kataa akujafanika kama mkutano wa kumdiskriminia wala kumwatakie Misanga, yani hawa watu ambao wana- walizungumza ile ma, ma, ma, ma voice Eh, siyo chama cha UDPS ni watu binafsi. Kwanza kwa nivyosikia sauti zao mm -hmm, inawezekana hata sio wanamemba wa chama unafikiria. Ile unaweza kuwafahamu kidogo kidogo, mzee? Hata kama ningewafahamu sitakwambia, sitakuambia ni akina nani, lakini mimi ni mchungaji mwema, najua kondo zangu. Nimekuwa sectionnaire wa chama cha UDPS wakati wa turbulence, ninajua inajua wakumbata wa UDPS. Hakuna mtu anaejua wakumbata wa UDPS tarafani Fizi vile kamavile Najua na na wengi. Okay, za wengine na za wengine na najua, wandugu wa watazamaji na wasikilizaji wa radio televizion Joku. ni kiongozi wa chama tawala cha UDPS katika eh, tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Mnamwelewa anavyoongea basi, anaweza kutuaga kwa sababu kesho tutakuwa pamoja naye katika kipindi ambacho tumekiacha siasa ya Felix Tshisekedi leo. Goma haita anguka gomi na angu. Bukavu haitaanguka, Bukavu inaanguka. Kesho tutakuwa na kipindi kizito sana mjini Baraka kuhusu chama cha UDPS. Walikuwa wa, hawasogelea wazalendo, leo wazalendo wanazuia wana, wana kabisa eh, eh, maadui wasingie, na eh, usaliti ambao uko katika jeshi la Congo. UDPS inasema nini? Na leo eh, UDPS wako tuseme rais wako katika majadiliano pamoja na wauni hiyo itakuwa kipindi cha kesho kwa saa munazozijua saa kumi yaani eh, eh, kipindi cha 16h Kinshasa, na ni 15h Baraka au Fizi au Kikonde, itakuwa pale 15h pale Kikonde. Msamaji, itakuwa 16h ya hapa, 15h ya Kinshasa. Msamaji kidogo, 15h ya Kinshasa seze ya ap itakuwa seze vile vile ya Kikonde. Msamahani kwa kubadilisha hiyo e, miji. Sasa unaweza aga nini, wadugu wapate kusikia, na kesho utazungumzia nini? Kisi sisi tunapenda kabisa ufungue fungue moyo yeah, kubali mumeshindwa au mnashinda au mtashinda unaweza aga nini kwa dakika moja? Nitaambia watu wa baraka na wafizi na wa Kongo mzima ya kuwa siasa ya chama cha UDPS inafanywa kwenye ofisi, kwa sababu sisi tulianza kuwa na ofisi ni pitungali kwa opposition politiki ya UDPS. Haiko politiki ya barabarani, walisema walisema. Pana njoo usikie na useme ni nani muhusika alikisema, kulingana na kipindi cha kesho tutakuwepo, tutaonesha watu kama le peuple gagne toujours et l'UDPS c'est le peuple Vita tutaviganye tulipata trahison nyingi nyingi, pamoja na mali wetu, pamoja na jeshi letu le service de securite. Lakini nakwambia kuambia gisi wakongomani wamesimama kideti kuunga zamiri za rais wa, wa, wa nchi. La victoire sera pour le peuple congolais. Na nchi yetu ya Kongo haitagabulika kamwe, itabaki ndani ya mikono ya kongomani mpaka pale Yesu atakapokuja. Tunashukuru sana wandugu wa uh, sikilizaji na watazamaji ambao wametufuata Kinshasa. Tunasema itakuwa 15 yaani saa tisa, eh, ambazo mnajua kipindi chetu cha uchambuzi wa siasa kinapita direct na vilevile tunawatangazia wandugu oh, wote wanaoishi katika jiji la Baraka kwamba tuku tunafungua radio FM kwa siku kidogo tu ambacho mutasikia sasa utamu wa radio chao.